Kwa hiyo mimi nakushangaa sana wewe kama mwalimu. Mwalimu ni mtu mwenye saikolojia ya hali ya juu, mwenye uvumilivu. Kama unaweza kuvumilia watoto wanapiga kelele nini, kama unaweza ukavumilia wanafunzi wametoka, wametokaa primary wamekuja sekondari, unawa train ili wawe na akili za kiutu uzima, unashindwa kuwa mvumilivu katika vyombo, hufai kwa kiongozi. Mimi naeleza wazi. hufai. Maswali. Sasa naomba maswali mimi, hilo sio swali au ni maelezo umetoa, na nisingependa lugha za matusi. Kama una matusi yako peleka kwa wahuni wenzio huko, sisi hapa hatuhitaji matusi, sisi sio wahuni. Tunaongea na watu wenye akili na watu wanaojiheshimu. Kama una matusi yako peleka kwa wahuni wenzio uko maskani, kavute bange huko. Hapa tunahitaji maneno ya maana. Naam. Hmm. Jamani, ay ni maswali, watu wa YouTube tunasubiri maswali siku hizi, na kipindi cha maswali na majibu kupitia TikTok yetu naam, kwao tunasubiri maswali. haya ni malalamiko tu. He, anasema hmm. Yaani, lambilambi lambi ya heche imepokelewa. Sasa ya mama iko wapi heche katwa lambilambi gani? hata kama ametoa, ni yali yake, ujui? Samia Suluhu naye ametoa vipi? alafu watu wafanye mambo kwa kujionyesha. Lambi lambi ni, ni, ni sadaka. Sasa sadaka huwa haijionyeshi. uwezo kumuuliza ya mama iko wapi? kwani lazima atoe mama upako muone wewe? akimuona Mungu inatosha, na watu wafanye mambo kwa kujua, kama amefanya kwa kuonekana, ni yeye eche. Sisi Waislamu tunasema mkono wa kushoto wa kulia ukitoa wa kushoto usijue. Kwa hiyo ni hivyo tu, ndugu yangu wewe, uchwe na chuki na rais wako punguza chuki ah. Vizuri sana ndugu yangu, anasema <laughs> shelewe maana ya harakati nyelele e, nkuluma na nani